kazi wa ea aaakoasikoeti cha mandaji adea fanya kazi katika soko hisamaki dogo. Mjasiriamali, nipo hapa kwa ajili ya kuuza samaki na dagaa, vyote vikiti vinavyopatikana katika vilaya hivyo, hivi tunavyovipokea hapa sokoni na kunikaanga pia. Sana sana majibo yetu haya nishati safi aliyotupa Samia Suluhu Hassan anayapokea kwa mikono miwili na pia tunashukuru sana kutoka kwenye jiko la mkaa, na pia tunaingia kwenye jiko la nishati safi. Anivutia pia kwa sababu unatumia kuni na mkaa pia, yani jiko moja unatumia kuni na hapo hapo unatumia mkaa. Haya anaenda kuturahisishia kwa, kwa wateja wetu kupata, kupata bidhaa kwa uharaka zaidi, endapo kitumia kuni au mkaa kwa wakati mvua zinaponyesha, na kulingana na hapa sokoni, hali ya hewa inakuwa upepo mkali ni nini. Kwa kuwa umepata majiko yetu haya ya nishati safi, yatatusaidia katika mitanda, dagaa na samaki zetu. Hii jiko litakubadilisha, hili jiko litakubadilisha kule walivyosema tuna haribu misitu na nini, sasa hivi itakuwa hamna tatizo. Jiko haya ni msaada mkubwa sana. Yani ni msaada wa kupata haya majiko, ni msaada kwanza, kutegemea utapata majiko kama haya, kwa kweli ni msaada. Uh, kwa majina naitwa Ebert Sylvester Mwambije, natokea katika kampuni inayoitwa Envotec Services Limited, ambao inajuhusisha na utengenezaji wa majiko sanifu na banifu. Leo tupo mkoani Njombe, wilaya ya Ludewa, hasa kwa ajili ya usambazaji wa majiko banifu ambayo serikali ya awamu ya sita kupitia REA ya taasisi ya serikali inayohusika na, na nishati vijijini imetoa ruzuku kwa ajili ya majiko 4,836 kwa ajili ya hii mkoa. Haya majiko yatauzwa kwa bei ya 8850 kulingana na ruzuku ya serikali, lakini tuingia tumekuja wilaya hii ya Ludewa, tumeona mtukio mkubwa ambao wananchi ni wengi ambao wanahitaji hii huduma wananchi ni wengi na wengi wamepanga foleni wanajiandikisha kulingana, ili wapate majiko sanifu na banifu. Maana faida kubwa ya majiko yetu ni kwamba yanapunguza matumizi ya nishati, kwa hiyo yanapunguza matumizi ya ukataji miti, lakini pia yanamlinda mama na mtoto against macho mekundu. Uh, mtukuo mkubwa ni kwamba wananchi wameona kadhaa ya afya au madhara ya afya wanaopata ikiwemo kifua maswala ya magonjwa kama athma. Kwa wananchi wameona bora wajikite kutumia nishati safi ili kukinga afya zao, lakini pia kulinda mazingira yao, maana kama unavyoona miti inakatwa mingi. Kwa majiko yetu yanasaidia kupunguza ukataji wa miti, kwa hiyo inasababisha kuwa kuna mazingira rafiki, hali ya hewa rafiki kwa kila mwananchi wa wilaya hii. Uh, kwa majina naitwa David Malima, ni mhandisi kutoka taasisi ya wakala wa nishati. Taasisi yetu ilianzishwa mwaka 2005 na, na sheria namba 8 ya nishati vijijini na ikaanza kazi rasmi mwaka 2007. Kazi kubwa ya taasisi ni kuhakikisha maeneo ya vijijini yanapata nishati, ambapo tukiongelea nishati inaweza ikawa nishati safi ya kupikia, nishati ya umeme, pamoja na nishati ya mafuta, ambapo leo hii tarehe le 20 mwezi wa 10 mwaka 2025 tumekuja hapa mkoani Njombe kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa mradi wa nishati safi ya kupikia ambapo kwa mkoa huu wa Njombe mradi huu ni kwa ajili ya kuuza kwa bei ya ruzuku majiko banifu, ambapo kwa wigo wa mradi huu tunauza takribani majiko 4,836 kwa mkoa mzima ambapo kwa kila wilaya kwa wilaya nne za Njombe kila wilaya itapata majiko 1,209 majiko haya yanatolewa na mtoa huduma wa Envotec Services Limited, ambapo bei kabla ya serikali kuweka ruzuku ni shilingi 59,000 ambapo serikali kupitia wakala wa nishati vijijini umetoa ruzuku ya asilimia 85 katika majiko haya ambapo mwananchi wa kawaida anaunua kwa shilingi 8850. Serikali imetoa ruzuku ili kuwawezesha wananchi, hususani wananchi wa vijijini ili waweze kutumia nishati safi ya kutu, nishati safi ya kupikia ili kuondokana na matumizi ya nishati ambayo sio salama. Wananchi wanatumia mkaa um, pamoja na kuni ambapo lengo la serikali ni kuwatoa wananchi kutoka nishati ambayo sio salama ili waje kutumia nishati iliyo salama ili kufikia mkakati, ili kufikia lengo la mkakati wa Tanzania ambapo lengo hili wa ni kuhakikisha hadi mwaka 2034 na asilimia 80 ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kutumia. Saston Masunga, Tanzania Women Empowerment Network, lakini pia ndio mwanzilishi wa taasisi hii ambayo sio ya serikali. Tuko na washirika wetu ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja ambao ni Envotec, lakini Envotec wao ndio wenye dhamana ya haya majiko kupitia ruzuku ya serikali ya REA na REA pia wako hapa. Ni na madhumuni sisi kama taweni ni, ni kusapoti juhudi za serikali zinazo inayoongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi kama taweni tunaunga juhudi za mamakunu mkono, ambaye sisi tunasema kwa wanawake wa Tanzania ni, ni kinara ambaye ametuonyesha njia, lakini pia matarajio yake Mama Samia Suluhu Hassan ni kuona kwamba ikifika mwaka 2034 kila Mtanzania au anatumia nishati safi ya kupikia. Ndio maana REA wanakwenda mpaka vijijini na mnaona kwamba ruzuku ziko kwa aina mbalimbali, ziko majiko haya banifu, lakini pia kuna majiko ya ya, ya, ya, ya, ya gesi, kuna majiko pia ya umeme. Yote haya ni mama huyu kuona kwamba wanawake wenzake pamoja na ndoa zao zisiharibike, na akaona kwamba ikifika mwaka 2034 asilimia 80 kila Mtanzania awe anatumia nishati safi na lakini juhudi hizi hazijaanzia hapo tu. Zinaweza kuona tangu Daktari Samia Suluhu Hassan aingie madarakani, kazi kubwa iliyofanyika kwenye pande la nishati iliwepo na kuwafikia wananchi ambao walikuwa wapata nishati ya umeme. Ndio maana ilianzishwa taasisi ya wakala wa nishati vijijini REA ili kuweza kuwafikia wananchi viligezi iko kazi kubwa iliyofanyika, na sisi wananchi wa wilaya ya Ludewa ni mashuhuda. Kati ya vijiji 77 vilivyo nazo mpaka sasa hivi vijiji 69 tayari vimefikiwa na huduma na ya umeme. Vijiji vinane vilivyobaki ni vile vijiji ambavyo walipewa wakandarasi, lakini siku zote huwa nawaambia kwamba Ludewa is not for everybody. Ludewa sio ya kila mtu. Miundombinu kuifikisha kwenye wilaya ya Ludewa si sawa na wilaya nyingine. Matumizi yake ya kuni inakuwa ni kuni chache, matumizi ya mkaa inakuwa ni chache. Lakini iwapongeze TAWEA pamoja na ENVOTEC, mmekuja kwenye mpango ambao mimi kama mkuu wa wilaya ilikuwa tayari nimeshaanza kuutengeneza utaratibu kuhakikisha kwamba wilaya ya Ludewa tunatumia nishati safi kwa sababu wilaya ya Ludewa sisi ni wazalishaji wa makaa ya mawe, na sehemu yenye deposit kubwa kwenye nchi ya Tanzania makaa ya mawe ni wilaya ya Ludewa. Nilizungumza na makampuni yanayochimba migodi hii ya makaa ya mawe, wakasema kwamba ule mkaa ambao unaweza kwenda kutumika kwa ajili ya kutengenezea coal briquettes za kuweza kuwasha moto wako tayari kuwa kama sisi. Kwa hiyo, kupitia tawi mmesema kwamba huwa mtakuwa na miradi ambayo huwa inaenda kuamgusa wananchi, ni waombe ya kwamba wilaya kwa ya Ludewa wamechukua sehemu yetu kama ya kufanya stadi stadi ya namna gani. Mmeanza kuzungumza na baadhi ya wawekezaji wao kule wilaya ya Ludewa ili watusaidie tuweze kuzipata mashine za kutengenezea concrete na pia tumeingiza kwenye mpango wa halmashauri ili tuwapate mashine za kutengenezea mikaa baada ya kupitia makaa ya mawe. Kwa hiyo kwa sababu sisi kama wilaya tumeanza, itakuwa ni jambo jema kama endapo shirika na tawe mchukuuwa wilaya ya Ludewa iwe sehemu yenu ya kufanya pilot study, na kwa sababu tunawagusa wanawake, nitafurahi sana endapo kama kikundi hicho kitakuwa ni cha kina mama wakiwa wanatengeneza mkaa mbadala ambao unatumia makaa ya mawe, na rasilimalio iko hapo ulamu. Sisi kama serikali tutafanya kupitia wawekezaji, nimeanza kuzungumza nao, tutafanya lakini